Korongo ni moja ya ndege maarufu miongoni mwa jamii za wakulima. Tabia yake ya asili ya kuhama eneo moja kwenda eneo jingine imegeuka kuwa lulu kwa wakulima katika nyanda za kaskazini ambao wanatumia mwenendo wake kama kiashiria cha ama kuanza kwa msimu wa kilimo au kuanza kwa majira ya kiangazi au kipupwe. Katika dimbwi hili lililotengenezwa na wakulima kupitia shirika la Nature Tanzania, ndege hawa wamewekewa mazingira yanayowavutia ikiwemo mimea na wadudu na hivyo kulazimika kufanya matuo yao yanayowawezesha kuhamia hapo na kufanya makazi. Lakini je, ujio wao huu katika ukanda huu wa kaskazini huashiria nini? mabadiliko ya hali ya hewa kama, kama kutakuwa hali ya hewa ni mbaya sana, basi na wenyewe hawa ndege huwa wanaama wanakwenda kutafuta sehemu ambayo inaweza ikawa ata nje ya Arusha, ikawa inaweza ikawa ni Kilimanjaro, au inaweza ikawa ni Longido Simanjiro, ili mradi tu hiyo sehemu si iwe kwao ina usalama. Sio korongo tu wanaotumika kutathmini mwenendo wa majira, bali pia zipo jamii nyingine za ndege. Lakini je, mwenendo huu wa ndege hawa una manufaa gani kwa wakulima? Tumewatumia kwa namna hiyo, kama mwavuli wa kuweza kuhifadhi mazingira, kwa sababu ukiona ndege wamepungua katika eneo fulani, basi hiyo ni kiashiria cha kwamba yale mazingira yameharibika, kwa hiyo kunahitajika juhudi za kuhifadhi ili uh, yale mazingira yaendelee kuwa bora, si kwa ndege tu, lakini pia hata kwa binadamu. Hii ni elimu ya kale na ambayo inachangamsha sayansi ya utabiri wa hewa unaofanywa kwa kutumia picha za satelaiti. Wakulima na wafugaji, hasa katika maeneo ya vijijini, bado wanatumia kuhama kwa ndege kutoka eneo moja hadi eneo jingine, na wakati mwingine wakiwa wamevuka mipaka ya nchi, kama moja ya utamaduni wa asili na usio na hofu miongoni mwao. Wakulima walipopata hizi habari na walipotambua umuhimu wa ndege hawa, wanafanya kazi zao vizuri, hawachafui mazingira kama ilivyokuwa hapo awali. Tunaelimishana kuhusu ni jinsi gani tutahifadhi bawa letu ambalo linatuhifadhia viumbe hai kama ndege walioko. Ujio wa korongo na ndege wengine katika ukanda wa Kaskazini, licha ya kuwa na umuhimu katika uhifadhi wa mazingira inatoa somo kwa wakulima katika nyanda nyingine za nchi, kuwapatia ujumbe wa haraka wakulima na wafugaji, kujua kwa usahihi ni majira yapi waandaye mashamba, ni mazao yapi yafae kwa msimu fulani wa kilimo, na labda viuatilifu vipi viandaliwe kukabili wadudu wanaotarajiwa kushambulia mashamba kwenu, wakulima na elimu hiyo ya asili. mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.